Hujambo jambo mimi ni Awadhi Rashidi na hii ni Arusha One Radio. Takriban wanajeshi 17 wa Burundi wanaopigana pamoja na jeshi la Kongo FARDC wameuawa wakati wa mapigano makali dhidi ya waasi huko Tuiraneho katika eneo la Fizi katika jimbo la Kivu Kusini mashariki mwa Kongo. Jeshi la Burundi linalofanya kazi kama mshirika wa DRC linalipa gharama kubwa katika mzozo huu wa kikanda wenye masuala tata. Kuna wanajeshi wengi wa Burundi waliokufa katika mapigano hayo. Tulimkamata mmoja wao pamoja na redio zao, pamoja na redio zao na bunduki, alisema mpiganaji wa kundi la Tuireneho ambaye hakutaka kutajwa jina. Kulingana na duru za ndani, wanajeshi kadhaa wa Burundi walionekana katika mji wa Baraka wakijiandaa kurejea Burundi kupitia ziwa Tanganyika. Baadhi ya askari waliouawa wanadaiwa kutoka katika kijiji cha Babengwa ambako walifanya kazi kwa uratibu wa Maimai ya Kutumba. Uwepo wa kijeshi wa wanajeshi wa Burundi ulihalalishwa na mapigano dhidi ya vikundi vya waasi Tangu katikati ya mwezi Agosti mwaka 2022 jeshi la Burundi linahalalisha uwepo wake nchini Kongo kwa kufanya mapambano makali dhidi ya makundi ya waasi ya Burundi yanayofanya kazi katika eneo hilo, hasa lile la Redi Tabala. Shirika hilo la waasi lenye makao yake makuu Kivu Kusini linachukuliwa na serikali mjini Kitega kama tishio la moja kwa moja kwa usalama wa taifa. Mara kadhaa rais wa Burundi Jenerali Evarist Ndayishimiye ametetea hadharani ushiriki wake wa kijeshi nchini Kongo. Katika hotuba aliyoitoa mnamo mwaka 2023 huko Gitega, alitangaza kuwa nanuku, Burundi haiwezi kusimama wakati makundi yenye silaha yanawatisha watu wake kutoka misitu ya mashariki mwa Kongo. Tuna haki ya kujilinda hata nje ya mipaka yetu, mwisho wa kunuku. Mnamo mwezi Februari mwaka 2024 alithibitisha tena mbele ya vikosi vya serikali nanuku, askari wetu wako Kongo kuwasaka wahalifu wanaoivuruga nchi yetu, ni operesheni ya usalama wa kikanda, Ndaishimi alisema katika miezi kadhaa iliyopita, jukumu la jeshi la Burundi limepanuka na kwenda zaidi ya mapambano dhidi ya waasi wa Tabala. Hatua kwa hatua, ilihusika pamoja na jeshi la Congo Fardese na wanamgambo wa ndani nchini Congo wanaofahamika kama Wazalendo dhidi ya mapigano kwa vikundi vyenye silaha, hasa lile la M23 na lile la Twiraneho. Hivi majuzi wapiganaji hao walichukua kambi za zamani za Maimai Biloze Bishakumbe huko Rugenze, eneo la kimkakati linalotumiwa na vikosi vya kawaida kufanya mashambulizi dhidi ya Minembwe katika eneo linalokaliwa zaidi na Banyamulenge. Mnamo Aprili 12 mwaka huu, jeshi la Burundi lilipata hasara kubwa zaidi kwa kupoteza zaidi ya wanajeshi wake 17 tangu kuanza kwa ushiriki wake wa kijeshi nchini Kongo. Vyanzo visivyo rasmi vimeripoti kuwa makumi ya wanajeshi wake waliuawa kwa muda miezi kadhaa katika operesheni mara nyingi zinazofanywa katika maeneo ya milimani na ambayo ni magumu kufikiwa. Tukiendelea kusalia huko nchini Burundi, ni kwa mwandishi wa habari wa Burundi Geradine Ingabire, mkimbizi katika jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo na mfanyakazi wa kituo cha wa jamii Amani Femu huko Malindi alikamatwa na majenti wa tume ya kitaifa ya wakimbizi SNR. Kwa sasa akizuiliwa katika kituo cha polisi cha Mulongo katika eneo la Fizi, jimbo la Kivu Kusini, mashariki mwa Kongo. Kwa mujibu wa mashahidi kadhaa, bi Ingabire alikamatwa alipokuwa akielekea kazini. Uvumi unaoenea katika kitongoji chake unamshutumu kwa kushirikiana na kundi la waasi la Burundi la Red Tabara la hasa kwa kuwezesha mikutano na kuwakaribisha wanachama wa vuguvugu hilo katika hatua hiyo. Tuhuma hizo hazijathibitishwa na vyanzo rasmi kundi la Red Tabara linalofanya kazi mashariki mwa DRC linashutumiwa kwa mashambulizi kadhaa nchini Burundi na linachukuliwa kuwa vuguvugu vugu la kigaidi na mamlaka za Burundi. Katika taarifa yake, uongozi wa Amani FM ulisema unasikitishwa sana na kufungwa kwa mtangazaji wake na umekanusha vikali tuhuma dhidi yake. Tuhuma hizi zinaonekana kutokuwa na msingi na ni uzushi, alisema Stanislaus Waonga Kamengele, mkurugenzi wa redio hiyo, na kuongeza kuwa hakuna ushahidi madhubuti uliotolewa na mamlaka hadi sasa na tuelekee sasa huko nchini Kongo ambapo serikali ya Kinshasa imeamuru kesi za kisheria dhidi ya rais wa zamani Joseph Kabila na kuamuru kukamatwa kwa mali zake zote zinazohamishika na zisizohamishika. Mamlaka zinamshutumu Kabila kwa kuunga mkono na kushiriki katika vita vya silaha pamoja na waasi wa M23. Katika taarifa iliyotolewa na wizara ya sheria ya Kongo, ilisema kuwa imemwagiza mkaguzi mkuu wa majeshi ya jamhuri ya kidemokrasi ya Kongo, FARDES, na mwendesha mashtaka mkuu katika mahakama ya Cassation kuchukua hatua za kisheria dhidi ya Kabila kwa madai ya kushiriki moja kwa moja katika uchokozi unaofanywa na waasi wa M23. Zaidi ya hayo, vizuizi vya harakati vimewekwa dhidi ya washirika wake wote waliohusishwa katika kesi hii, iliendelea kusema taarifa. Wiki iliyopita mke wa Kabila Olive Lembe alisema alikuwa akikabiliwa na mateso kutoka kwa vyombo vya usalama vya nchi hiyo. Lembe ambaye aliolewa na Kabila mwaka 2006 anaendelea kuishi nchini Kongo ingawa mumeo amekuwa uhamishoni kwa zaidi ya mwaka mmoja, kabla ya tangazo lake la hivi majuzi kwamba anarejea nchini Kongo. Ni mateso kwamba tunatese kutokana na huduma za usalama na utawala huu, Lembe alisema katika mahojiano na vyombo vya habari vya ndani. Kabila alisema mwanzoni mwa mwezi Machi kuwa amesitisha masomo yake nchini Afrika Kusini ili kukabiliana na hali inayozidi kuwa mbaya nchini Kongo, hususan mashariki, ambako muungano wa serikali umekuwa ukipambana na waasi wa M23 kwa zaidi ya miaka mitatu. Waasi hao sasa wanadhibiti miji ya kimkakati ya Goma na Bukavu. Mnamo Aprili 18 Kabila aliripotiwa kuwasili Goma siku kumi baada ya kusema kuwa atarejea nchini Kongo baada ya miaka sita ya ukimya na kuishi uhamishoni tangu mwanzoni mwa mwaka elfu mbili ishirini na tano. Muungano wa waasi unaojumuisha waasi wa M23 umepata uungaji mkono zaidi kwa Kongo huku idadi kubwa viongozi wa kisiasa na wafanyabiashara wakijiunga na harakati zake wanajeshi wa serikali na vikosi vya polisi pamoja na vikundi kadhaa vyenye silaha vimejiunga na safu ya waasi waliopigania ulinzi wa jamii za watusi wa Kongo ambao wamekumbwa na ghasia za kikabila kwa miongo kadhaa. Waasi wa M23 pia wamelaani ufisadi unaoenea na utawala mbaya ambao umefanya nchi hiyo yenye utajiri wa madini kutotawalika. Serikali ya Kongo na waasi walifanya mazungumzo ya wa moja kwa moja huko Doha, Qatar mnamo Aprili kumi, mazungumzo ya kwanza aina yake tangu uasi wa M23 ulipoibuka tena mwishoni mwa mwaka 2021 baada ya karibu mwongo mmoja. Katika hatua nyingine, Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo imepiga marufuku chama cha rais wa zamani Joseph Kabila ikimtuhumu kuwa na uhusiano na waasi wa M23 ambao wameteka maeneo makubwa ya mashariki mwa nchi hiyo. Kabila aliongoza DRC kwa miaka 18 baada ya kumrithi baba yake Iloroa Desire Kabila ambaye aliuawa kwa kupigwa risasi mwaka elfu mbili na moja, Joseph Kabila akiwa na umri wa miaka 29 tu wakati huo. Taarifa ya wizara ya mambo ya ndani ilisema shughuli zote za chama cha Kabila cha PPRD zimepigwa marufuku kwa sababu ya wa mtizamo wake wa kutatanisha juu ya kukaliwa kwa eneo la Congo na waasi wa M23. Pia ilibainisha kuwa Kabila alichagua kurejea Goma ambako alikuwa akilindwa na maadui. Chama cha PPRD hakijatoa tamko lolote mpaka sasa. Na tuhitimishe rubaa za kimataifa ambapo rais wa Zanzibar Dr. Huseni Ali Mwinyi amefanya mkutano wa faragha wiki hii jijini London na mjasiriamali kutoka India na mwanzilishi wa Massa Group Pratek Suri kuangalia uwezekano wa uwekezaji katika benki za kidigitali, nyumba na miundo mbinu. Majadiliano hayo ya ngazi ya juu yalilenga fursa za kimkakati na kuunga mkono wa ajenda ya maendeleo ya Zanzibar, dira ya mwaka 2050 msisitizo msistizo hasa katika kupanua upatikanaji wa huduma za kifedha na kushughulikia mahitaji ya nyumba yumba ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi, kampuni hiyo ikisema katika taarifa yake kwa vyombo vya habari. Mojawapo wa mada kuu ilikuwa ni uwezekano wa utoaji wa leseni ya benki ya kidigiti kwa mojawapo wa mashirika ya suri ya fintech. Mpango uliopendekezwa utasaidia malipo ya mipakani, huduma za benki kwa njia ya simu na huduma za kifedha kwa wafanyabiashara wadogo na wakati, hasa katika maeneo ya vijijini na ambayo hayajahudumiwa. Zanzibar ina nafasi ya kipekee katika uchumi wa kidigiti, Suri alisema kufuatia mkutano wake na rais Mwinyi. Kwa uongozi wenye maono na mifumo sahihi ya kidigiti, nchi hii inaweza kuwa kitovu cha fintech katika eneo la Afrika Mashariki. Pia chini ya majadiliano hayo kulikuwa na mapendekezo ya ushirikiano kati ya kitengo cha miundombinu cha Masa MDR investment na mamlaka za mitaa ili kuendeleza miradi mikubwa ya nyumba za bei nafuu kote Zanzibar. Mpango huo unalenga kuchangia maendeleo ya miji huku ukitengeneza nafasi za kazi na kuboresha upatikanaji wa makazi endelevu. Hii sio tu juu ya kujenga nyumba, ni kuhusu kujenga utulivu na ustawi wa pamoja. Maono yetu ni kutoa masuluhisho ya makazi ambayo yanafikiwa na uendelevu. Mipango inapendekezwa inawiana na juhudi pana za Zanzibar za kuimarisha miundombinu ya kidigiti na kukuza maendeleo jumuishi ya miji hiyo. Afrika ndipo siku zijazo zinapojengwa. Tanzania pamoja na sera zake za udhibiti wa kuunga mkono, amejipanga vyema kuchukua jukumu hili. Majadiliano ya awali yanaonyesha kuwa makubaliano rasmi au memorandamu ya maelewano inaweza kufuata katika wiki zijazo. Mwisho wa rubaa za kimataifa kutoka Arusha One Radio, mimi ni Awadhi Rashidi.